Tume iliyoundwa na rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania kuchunguza vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 na baadaye, imeweka wazi hadidu za rejea takribani tisa, ambazo watapitia na kufanya uchunguzi na kufanya mahojiano na watu mbalimbali, ambao kwa namna moja ama nyingine ama walihusika moja kwa moja na vurugu ama walihusika katika kuchochea vurugu. Moja jambo kubwa linalotazamwa ni namna ambavyo tume hiyo itafanya kazi. Maswali magumu waliulizwa na waandishi wa habari ikiwemo kuwemo kwa baadhi ya wa wajumbe ambao walikuwepo wakati vurugu zikitokea tarehe ishirini na tisa. Miongoni mwao ni Stergomena Tax ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi wakati vurugu zikiwa zinatokea. Maswali mengine yanayoibuka ni wanaharakati pamoja na watetezi wa haki za binadamu ambao wana wanaamini tume hii ilipaswa kuwa ni tume huru ambayo isingeundwa na rais wa Tanzania bali ni tume ambayo pengine umoja wa Mataifa ungehusishwa kuichunguza. Hata hivyo, pamoja na yote haya, jambo kubwa linalosubiriwa ni namna ambavyo tume itafanya kazi na majibu na mapendekezo ambayo tume itatoa katika kutatua mtanzuko wa kisiasa ambao umetokea nchini Tanzania. Hofu kubwa kwa sasa iliyoko ni ikiwa, je, tarehe 9 Desemba siku ya uhuru Wanaodai vijana watatokea tena barabarani kushinikiza mageuzi. Hilo tutajua pengine baada ya Desemba 9.